Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo anakamilisha siku mia moja tangu aingie madarakani kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 uliogubikwa na utata, baada ya wapinzani wakuu kufungiwa kushiriki zoezi hilo, kwani kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lisu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Na kwa mara ya kwanza katika historia yake, Tanzania ilishuhudia maandamano wakati na baada ya uchaguzi, huku ripoti zikiharifu mamia ya watu walipoteza maisha kufuatia makabiliano na walinda usalama mamia wengine, wengi wao vijana, walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Mtandao wa intaneti na mawasiliano yalikatwa nchini humo, na siku chache baada ya zoezi la uchaguzi lililotatizwa pakubwa na kushuhudia idadi ndogo ya wapiga kura kujitokeza hasa katika miji mikuu kama Dar es Salaam, Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa takriban asilimia 98 na kuapishwa huko Dodoma. Jamii kima ya kimataifa ililani yaliyotokea nchini humo huku bunge la Umoja wa Ulaya likitangaza vikwazo vya kiuchumi kwa Tanzania. Katika harakati za kurekebisha hali na kurudisha imani kwa jamii hiyo ya kimataifa, Rais Samia alianzisha kile kilichoitwa R4 yani maridhiano, kuvumiliana, mabadiliko na kuunda upya. Na kwanza aliunda tume maridhiano iliyopewa pia jukumu la kuchunguza machafuko ya wakati wa uchaguzi. Na pia aliandaa kikao na wanadiplomasia nchini humo, kiongozi huyo akiwahakikishia kutojirudia kwa hali ya machafuko nchini humo. Rais Samia pia alimpokea mmojawapo wa marais wa kwanza kumpongeza baada ya ushindi wake, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Yote haya akifanyika, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu bado anazuiliwa na baadhi ya familia zilizowapoteza wapendwa wao kwenye machafuko ya uchaguzi zikiendelea kuuguza majeraha na baadhi kuisaka miili ya wapendwa wao. Lakini katika siku zake mia moja madarakani, Rais Samia amefanikiwa kwa kiasi gani katika falsafa hii ya R4? Nataka kuona zile four r za mama, reconciliation. Where is the reconciliation? Na unafanya reconciliation na nani? That is another question. Kama umemweka kiongozi mkuu wa upinzani ndani And then you are talking of reconciliation, huyu amechukua sehemu kubwa ya Watanzania ambao wako nyuma yake. Unafanya reconciliation, lazima umtoe kiongozi wao ndani, so that you can sit on the table.